Hello habari kwa majina mimi naitwa Dr. Merry, mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana katika channel hii. Popote ulipo, habari za muda huu. Mimi sijambo naendelea vizuri kabisa. Matumaini yangu na wewe huko uliko hujambo. Tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kiroho katika maisha yetu ya kila siku. Wapendwa mtazamaji wangu, niko hapa kwa ajili ya kukulia darasa zuri, lakini kabla sijaenda kukufundisha darasa hili zuri, na kuomba usubscribe, share video na wengine wakajifunze, na pia like hii video, ili uweze kuendelea kuipenda zaidi na tuweze kupeana siri na maarifa mbalimbali ya kiroho, ili uweze kumtuliza mpenzi wako na mtu wako, au ni mume au ndoa niko katika darasa hili ili darasa la leo ambalo liko kitofauti kabisa. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji wangu, hakikisha unamaliza hii video mpaka mwisho, ili darasa hili liweze kukupa faida a. Kitu kingine tena, ni darasa hili ni rahisi, ambalo utalifanya kwa kutumia viatu hivi unavyoviona hapa, na kufundisha maarifa ya kutumia viatu vya mume au mke Yani, jinsi utakavyoweza kuvaliana na mpenzi wako viatu vyake, ndivyo unavozidi kumteka na kummiliki vizuri katika ulimwengu wa ndoa na mambo ya siri za asili. Usione mtu anavaa viatu vya mpenzi wake, vya mume wake, mara nyingi anakuwa na vivaa, vinaongeza upendo na vinaongeza connection na ukaribu zaidi. Kwa hivyo pendelea kuvaa viatu vya mpenzi wako, au kama ni mke au ni mume, valianeni viatu. Vaa viatu vyake mara nyingi zaidi kwa kunuia, ninakuvaa wewe mume wangu fulani bini fulani, ninakuvaa wewe uje katika maisha yangu. We, chunguza tu watu ambao wanavaliana viatu, wanavaliana nguo, kwa mfano t-shirt, mtu anavaa t-shirt la mume wake na yeye shati la mke wake analivaa, yaani watu kuvaliana nguo kama mke na mume inaongeza ukaribu na inaongeza mvuto zaidi. Wanakuwa ni watu ambao wako kitu kimoja na wanaelewana, na pia watu hawa sio rahisi kugombana. Kwa hivyo nguvu ya kuvaliana vitu kiroho ni kubwa sana na inafanya kazi vizuri sana. Pendelea sana kuvaa viatu, hasa hasa viatu kama hizi ndara au sendo viatu vyote vya wazi ambao unaona ukivivaa basi vinakufaa zaidi wewe, wapendelea sana kuvivaa, lakini kabla hujavivaa hakikisha umenuia, hakikisha umemnuia kabisa majina yake, na na unuie jinsi unavyotaka awe katika maisha yako, msikilizane, mwelewane na muweze kupanga vitu vyenu vizuri vya maendeleo kifamilia kulea watoto kujenga maisha kiujumla, na mambo mengine ya mahusiano. Kwa hivyo kuvaa viatu ni vizuri zaidi e, hii ni siri ambayo huwezi kuipata, lakini ukifanya kiuchunguzi kidogo sana, baadhi ya watu au mfano nikupe, mtoto anaweza akachukua viatu vya baba yake akavivaa, vya mama yake viatu vyote vikubwa. Kwa hivyo hii siri ni siri ambayo watu wengi wa hawaifahamu, lakini ukiichunguza ni inafanya kazi vizuri. Kwa hivyo angalia tu mtoto anavyovaa viatu vya mama anavaa vya, anajua kabisa viatu vya mamangu ni vikubwa, mtoto anavivaa. Kwa hiyo viatu vina connection kubwa ya upendo na ukaribu na, na vinatengeneza furaha yani, kuunganisha watu wawe na amani, wawe na furaha, wapendani Viatu ni rahisi sana kuunganisha mtu wa karibu Mama, baba, mtoto, sio watu wa mbali. Hapana, watu ambao wako katika familia moja, baba, mama, mtoto. Kwa hivyo, hii ni nimekupa siri hii kwa ajili ya mpenzi wako uweze kumiliki vizuri kwa kutumia viatu vyake. Pendelea sana kuvaa viatu vyake. Kama ana viatu vya wazi, kamnunulie viatu avivae kwanza yeye, alafu na wewe baadaye ndio utaanza kuvitumia katika mambo ya kufanya asili na connection nzuri. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Merry. Subscribe, share video na pia toa maoni yako kwenye komenti hapo, kitu gani umekipenda na kitu gani umekielewa hasa katika matumizi ya viatu katika kumtuliza mtu wako na ulaiki pia, kama umependa video hii ili tuendelee kufundishana vizuri na kuongeza familia ya Dokta Merry. Mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, kwa tiba asili na mitishamba, tiba ya vidonda vya tumbo, tiba ya uzazi, tiba ya ngiri, pamoja na mambo yote ya kiasili, malimbwata, biashara, mafanikio, kiujumla, afya na maendeleo. Karibu sana uweze kujipatia dawa za kila aina katika ofisi yetu, kama unavyoziona hapo. Hizo ni baadhi ya dawa mbalimbali mbali, ambazo zina nguvu kiroho na zinafanya vizuri sana kwenye mambo ya tiba mbalimbali mbali. Mpendwa mtazamaji wangu, nakushukuru kwa kutazama video na nakukaribisha sana na asante. Tutaonana katika video na darasa lingine. Nikutakie siku njema mpendwa mtazamaji.